Tunaongea na wale ambao wametumia dawa inayoitwa Pilecare kwa ajili ya changamoto ya bawasiri na kufuata, kutumia dawa kikamilifu na kufuata miongozo ya lishe, matokeo yanaanza kuonekana ndani ya wiki mbili mpaka wiki nne. Na ukitumia itakuwaje? Sasa haya ni matokeo utakayopata. Namba moja, maumivu huanza kuisha taratibu, maana wengi wanaotumia wana bawasiri wanapata maumivu wanapoenda kujisaidia. Ni kwa nini? Natokana na choo kigumu, kwa sababu inaimarisha mfumo inaimarisha mfumo kwa namba mbili abasi huwa inasababisha damu kuanza kupotea taratibu. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu inaimarisha zile veins zinazopatikana kwenye njia kubwa ambazo zikipasuka ndo hizo zinasababisha upate choo cha damu. Namba tatu huanza kuondokana na uvimbe unaopatikana kwenye njia kubwa, wengi tunapenda kuita kinyama, na hicho kinasababisha na zile veins kwenye njia kubwa kuweza kuwa dhaifu, kupasuka, na kuteleza na kuvimba. Lakini pia ile miwasho na kuchoma choma, wengi wanapata shida ya miwasho na kuchoma choma kwa kwenye ile sehemu ya njia ya haja kubwa huwa pia inaanza kuisha, kwa sababu inachosababisha hivyo ni zile vein zinazopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Lakini kuhisi choo hakiishi tumboni, basi utaweza kupata choo vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula utakuwa umeimarika, kwa sababu kuna dawa moja pale inaitwa pairi poda. Lakini pia mwisho utaweza kufanya shughuli zako vizuri, hautapata maumivu yoyote, na utaweza kukaa kama kawaida. Ni ngumu sana ukalia kiti kigumu kama hichi, ila ukishatumia pairi basi utaweza kukalia. Kama bado unaendelea kuteseka na bawasiri, wasiana na daktari Jimmy leo kupata dawa inaitwa Pilecare. Kama una changamoto ya bawasiri, niandikie hapo Pilecare, nami nitaweza kukupa msaada zaidi. Karibu.